Simameni imara watoto wetu waende shule siku zote mia moja tisini na tisa wanazotakiwa wasome, wafike, wasome, wasisome kwa kurukaruka. Mtoto anaposhindwa kufikisha siku mia moja tisini na tisa aweze kusoma, hawezi akafanya vizuri mtihani wake hata siku moja, na wala ktoa sikulaagani, akirukaruka, utegemee siku ya mtihani hatofanya vizuri. Kwa hiyo rai yangu kwenu wanachama Chama cha Mapinduzi, ninyi myogo apale, ninyi myoo mkutano wa ndani, nendeni kalione hile ili sasa mwisho wa siku tukashirikiana sisi wazazi na walimu wetu ili tuweze kufaulisha vizuri, tuondokane na jambo la kuwa wa mwisho, tuondokane na jambo la kuwa wa mwisho. Mkuu wetu wa wilaya ameagiza sukusuku ifanye kazi ukamata wazazi kushindwa kuwasimamia watoto wao kwenda shule. Kwa hiyo sisi kama wa Kipili, na sisi kama sungusungu, basi shime tukalisimamia jambo hili, ili mwisho wa siku tunakoelekea kwenye uchaguzi tupunguze kuchongeana, tupunguze kuchongeana. Zamani kwa nini kwamba hivi sina mdongo zila katana kudishi kalichongea kwa baba baba nayekamipiga, yani baba nimpiga kabla atajamuliza. Kwa hiyo tupunguze kuchongeana, tusije tukapigwa na baba kabla tujauliza, matokeo yake tukaanza wengine kulaumu kwamba tumeonewa, kwa sababu haki inatokana na kusema ukweli. Mi leo nimekuja hapa nikianza kuzungumzia wagombea wengine ambao tayari ushatangaza nia, nikaanza kusoola moja moja, aa fulani ntakuwa, kwa sababu hapa hawako, si ndiyo? Sababu ukimsema mtu umpe mpe nafasi ajitetee, si ndiyo ustaarabu? Eh, sasa kama ambayo mimi siwasemi hapa mbele yenu. Basi na wao wakija wasiseme mimi, kwa sababu kwa sitak kwenye kutanayao skmtakao hey, waseme tu sera zao ni mimi. Wanakokuja kugombea sera zao ni mimi, na tangaza rasmi hapa niosima malem kwamba baina tarehe moja mpaka tarehe kumi na tano mwezi Mei, na mimi nitakuwa mmoja wao wa wale ambao watakwenda kuchukua fomu ya kuomba tena kuchaguliwa ubunge wa jimbo hili la Sikonge au ubunge wa jimbo la joi kama litatangazwa tunasubiri maamuzi ya makao makuu ya tume ya uchaguzi nataka niwathibitishie ni ya kwamba mimi ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ya Sikonge sina mamlaka ya kuwapangia wananchi wa jimbo la Sikonge nani awaongoze. Siiemoe mmenyelea vizuri, na anayesema mimi nina mpango wa kumwondoa Kakunda ananilisha maneno ambayo sijayasema. Mmenyelewa vizuri, Kakunda ndiye mbunge wetu mpaka siku Sasa hatuna wabunge. Kwa hiyo wanachama watakaojitokeza kutia nia kuchukua fomu za kuomba kugombea nafasi ya ubunge, wote ni wanachama wangu na nitaweka katika kapu moja, sibagui, sichagui, atakayenizika sisiemoi Niwaombe sana wanachama na viongozi wenzangu, huu ni wakati wa uchaguzi. Mtasikia mengi, mtaona mengi, lakini yasiwaondoe barabarani. Muda ukishika, watakaotia nia Si kwa matakwa yangu, si kwa matakwa ya mtu yeyote atakayepita kuwashawishi. Tumieni hekima, akili aliyowajalia Mwenyezi Mungu, mtafakari kwa kina, mchague kiongozi bora atakayesukuma sukuma gurudumu la maendeleo katika jimbo letu la Sikonge kwa kipindi cha miaka mingapi tena?